Sifiwe haleluya. Uh, kama nilivyokwisha kusema, ninayo mambo machache kwa ajili ya taifa la Tanzania. Nimewaita kwenye ibada hii maalum leo. Ni ibada maalum ya kunywa maziwa na asali, lakini tunapozungumzia maziwa na asali tunazungumzia amani. Haleluya. Tuna nchi uh, yetu tunaelekea uh, kwenye uchaguzi. Yako mambo mengi yanatokea, uh, tunaona kwenye nchi mbalimbali. Mfano, tunayo chaguzi hizi, zimekuwa si wengi wamepoteza um, rasilimali. Wengi wamepoteza um, watoto na vijana wengi, familia nyingi zimepoteana. Si tunaingia kwenye uchaguzi tarehe ishirini na ni wase wa Tanzania wote tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kula. Bwana Yesu asifiwe, tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kula. Taifa hili ni taifa ambalo Mungu ametupa kama zawadi nchi nyingi za Afrika, Tanzania tumekuwa ni sehemu ya makimbilio. Niwakumbushe tu wa Tanzania wenzangu, kuna maisha baada ya tarehe 29. Niwakumbushe wanasiasa, niwakumbushe viongozi wa dini, kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa. Watoto wanahitaji kwenda shule maisha mengine nahitaji kuendelea, isije ikawa tarehe ishirini na tisa ikawa ni chanzo cha kupoteana na familia zetu. Watu wengi wamekuwa wakizungumza man, mambo mengi ya vitisho, lakini nataka nikwambie tunavyo vyombo katika taifa hili ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama, mimi ninaamini na neema ambayo Mungu ametupatia wa Tanzania, tarehe 29 tutavuka salama, tarehe 29 tutavuka salama. Na wewe ambaye wanakushawishi watu walioko kwenye mitandao ya kijamii juu ya maandamano na kufanya vurugu ya aina yoyote, mimi nikushauri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 Upoteze duka lako Kariakoo. Amin. Upoteze mifugo yako Amin. Ilinde jamii yako, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, tushikamane Amin. Hakuna anaye furahia mauaji, utekaji na hali yoyote ya uharibifu katika taifa, hakuna Amin. Mungu apendi, viongozi wa dini atupendi, lakini hata viongozi wa serikali pia nao hawapo kwa ajili ya hayo, wapo kwa kwa ajili ya kuilinda amani amen. Kwa hiyo tuhakikishe kila mmoja awe ni mlinzi wa familia yake Amina. Kwa kusema hayo, kwa kusema hayo, mimi nimeomba kwa ajili ya kugombea uchaguzi. Ninawaomba Watanzania wajitokeze tarehe ishirini na tisa waende wakapige kura. Mimi nitakwenda kupiga kura. Na wewe nakushauri uende ukapiga kura. Amen.